Uongozi wa Kiislamu katika kaunti ya Migori umekashifu mienendo potofu ya viongozi waliochaguliwa kwa tiketi ya ODM kueneza migawanyiko na ghasia katika uchaguzi mdogo wa chama unaoendelea kote nchini. Wakiongoza na mwenyekiti wa muungano wa Hussein Ibrahim, walieleza kuwa chama cha ODM kimetekwa nyara na walaghai ambao hawana nia njema ya kuimarisha chama bali kueneza mgawanyiko. Omar anasema kwamba chama cha ODM bado kinajivunia uungwaji mkono kwa kiasi kikubwa na ni lazima usimamizi wa chama udumishe hadhi hiyo. Uchaguzi wa ODM ikifanyika kwa nidhamu ile sheria inatakikana. ODM ni chama maarufu hata kuwa na shida. Uchaguzi na koroga na watu nakaa huko juu wanatuma choe yao huko juu, wanataka fanya bile wanataka wanataka ile watu wataka ingie wanataka watu isipotaka akainji, na hiyo sio vizuri. Wananchi abe uhuru wachague mtu anataka, hiyo ndio uchaguzi halali ambao tutakubala naye. Nafaa na kiongozi ya chama aelewe shida ambao watu ambao wanachua.